Mti huu ndio aliotumia kumaliza maisha yake. Walioipata maiti yake wasijue maovu ambayo yalikuwa yametendeka kabla ya kujitia kitanzi, ila haikuachukua muda kugundua, sio maiti moja au mbili, bali tatu za familia ya jamaa huyu kando ya mto huu, mkewe na wanawe wawili wakike, wa kike mmoja wa miaka kumi na mwingine wa mwaka mmoja kuita watu kupatikana tena, kuna, kuna mtoto msichana ndani ya maji hapo pia. Sasa watu kuja hapa kwa iboma kuangalia, hakuna watu. Sasa watu wakachokora hiyo maji ndio wakapata, kuna kuna mtoto mdogo tena wa miezi miezi kumi hivi. Ila mauaji haya hayakuwashangaza wanakijiji hapa. Tangu mwanzo wa mwaka huu, jamaa huyu wanadai amekuwa akitishia kumwangamiza mkewe, ambaye alikuwa akidai kuwa amekuwa akijihusisha na mpango wa kando. Wala hakusita kutoa onyo hilo hadharani, matamshi yake yakipelekea maafisa wa polisi kumkamata na kumfungulia mashtaka of reporting every week after that incident. Ni wazi kuwa hatua hiyo haikumzuia kutekeleza aliyokusudia kufanya. Kwa sasa, uchunguzi unaonesha kuwa huenda aliwapa sumu mkewe na wanawe kabla ya kuwabeba na kuwatupa kando ya mto na kisha kajitia kitanzi. So the blame is squarely on the probation officer who gave the person who was intending to kill his four children. Kabla ya kutiwa nguvuni mwezi Januari, jamaa huyu alikuwa amefanya jaribio la kujitia kitanzi katika Mto Nyando. Esta Kahumbi, Citizen Nipashe.